lakini mutasata tena yenye kupasuka pasuka kwa ajili ya kwa gua Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo uzaza Ramadhani, anachokifanya anaichukua ile Qur'ani, anammezesha mwanao, anahifadhi. Si jambo dogo, kwa naomba tuungane vizuri na wazazi na walimu kishikamana vizuri, basi mtoto atakuwa katika mazingira sahihi kabisa. Leo tumefanya hapa, kesho tutahama na tutafanya mashindano yakawa makubwa. Na sisi tunaombea Allah ajalie mshikamane kwa uzuri eh, ili mradi mashindano yetu ikiwezekana afike katika ngazi ya kata. Na mimi nikupeni tu tu siri moja, nami nikupeni tu siri moja tu. Basi anapita mashindano ya kata mwaka akijua tutasimtaji mtego wake Shramaba, akijua tu mwakani mashindano ya kati, lakini kiuhalisia ni jambo zuri, na sisi binafsi kama baraza tunaliridhia na tunaliungia mkono katika kila hatua. Allah atutie nguvu, atujalie mapenzi ya dhati, lakini pia atusamehe makosa yetu na atukubalie funga zetu, na ikiwezekana basi sote tulokutana hapa basi Mwenyezi Mungu atuingize katika pepo yake. Kwa haya machache kwa niaba ya baraza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.